tumekuwa kwa majonzi mingi sana kama watu wa baba, baada ya kupoteza baba, tulionelea kwamba kama seneta kijana ni kuje hapa Nairobi, uh, nikae na vijana wetu wa Nairobi kwa sababu ni jeshi ya baba ambao wanashikilia mambo yetu ya ku fight for justice. this country cannot be a country without the youth wa Nairobi, jeshi ya baba wa Nairobi. when you talk about baba success kwa mambo ya ku fight for justice, changes, reforms, watu ambao wamekupusha yenda kwa street zote wamekuwa vijana wetu wa Nairobi. So tulionea kwamba ni, ni vizuri tukuja hapa hivi ili tuwapigie tu pole kwa sababu pia hao ni familia yetu na kama familia tumepoteza mzazi. That was the main, the main agenda na ya pili ni kwamba uh, baba alionelea vizuri kwamba as a country ili tupate peace tukae katika broad based government. Na nina furaha kwamba vijana wa Nairobi wameshikilia hapo wakisema tusimamia hapo katika broad based government and we are asking our people in broad based government and the main uh, leaders in broad based government kwamba kwa hiyo kwahyo, broad based government haiwezi enda vizuri msipoangalia maslahi ya vijana, na hizo maslahi ya vijana ndio ilikuwa chungu nzima katika ile 10 point agenda ya baba. Hiyo 10 point agenda ukiangalia ilisema kwanza, never again should a young person die on the street that baba fought that could be free So we must never have something like that ya pili katika hiyo potential agenda ni mambo ya compensation compensation ya watu wa watu wa baba ambao ambao wamekufa over the years na watu ambao wa wameumia over the years but even more important ni watu ambao wa hawajawahi pata opportunities in government over the years young people who don't have jobs don't have tenders don't have uh, a business to do tunafaa kupata wanapatiwa opportunity katika katika hiyo serikali and the most important thing ni kwamba kama chama tuko na leader wetu ambao tumewekewa uh, na neck ambaye anaitwa Dr. Oburu Oginga, Oginga. Vijana wamesema Nairobi kwamba wote wako katika nyuma ya Dr. Oburu Oginga si ndio? Oburu, Oginga. Dr. Oburu Oginga. That is our leader for the party Oginga. Tutamsupport. Na viongozi wale wengine ambao wako kwa party, tusupport chama na chama iko imara. We will continue doing well as a people, but most important The young people ambao walikuwa jeshi ya baba ni kitu kimoja, tutatembea pamoja despite all our challenges, we will share as a family. ODM tuko tayari, ODM tuko tayari. So today we've gathered here at Jof to condole with our brothers. Hii ndio jeshi ya baba. Ukisikia watu wanasema baba ako na jeshi Nairobi, watu wa ground ndio hawa hapa, na tumekuja hapa tukiongezwa na, na ndugu yetu mkubwa Senator Eddie, which we want to say thank you very much, na chair lady kila mtu hapa to say thank you very much for bringing us around. Tunasema kama vijana wa chama, kwanzia saizi hizi, chama isaidie ifanyie vijana kazi, si ndio? na sisi tukisema tuko tayari tuko tayari tutasimama na hii agenda ya broad based, but serikali ya broad based pia ituangalilie mambo ya masomo mambo ya empowerment mambo ya compensation mambo ya ku strengthen political party ifanyike na kama vijana tuko nyuma ya daktari Oburu oh, Oginga huyo yeah. ndio party leader wetu mtu yote mwenye atafanya chikichiki chiki. tutapita na yeye yeah. vijana power, power. Vijana power. power. Vijana power. Poleni sana, tuendelee. Tukiendelea kuomboleza baba yetu Raila Amolo Odinga, tuzidi kudumisha amani na tukuwe pamoja. Sisi kama vijana wa Nairobi tunasema tuta support the broad based government, lakini sisi tuna support the broad based government, pia wajue bado kuna vijana wetu wenye wako na makesi kotini, zitolewe. Tutaleta hiyo tutaleta hizo makesi file Profesa Makau Mtua na mambo za compensation zifanywe kwa saa hii. Tuliwachwa kwa broadbased, tuna support the government of William Samoi Ruto. Hapa Nairobi tuko na chairman wetu mwenye atuongoza George Aladwa, tuko hapo, tuko hapo fully. Na Senator Edi, tunakushukuru kwa kuja Nairobi kutuunganisha kama vijana. Sisi kama vijana wa Nairobi tumesema thank you. Kuna viongozi wengi waweza fanya hii wa mashinani, tumesema thank you. Na hiyo ajenda, tusaidie, tusukumane mbele, vijana wapate kazi, vijana wapate vitu za maendeleo na tutakuwa sawa. ODM kwanza. Nashukuru Senator Edi na vijana pia nawashukuru kwa kuonyesha mapenzi yenu kwa baba mpaka the last minute, na najua hii safari yetu na baba ijaisha, leo bado tunaenda pamoja, lakini baba alitocha kwa broadbase. Venye tumeambiwa na mandugu zetu, kuna affordable na kuna hizi empowerment zifikia wamama wetu, na saa hii kuna mambo inaitwa nyota iende kwa watoto wetu. Senator Eddie najua ukiwa mekalia pale itashughulikiwa na compensation ifanywa for the right people.